Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Hiki ni kisa cha kweli cha Aje Farma, daktari mkulima. Anasema ukiniuliza nguvu yangu haswa ipo wapi, nitakujibu nguvu yangu kubwa haipo kwenye misuli yangu, bali ipo kwenye akili yangu. Acha nikupe mifano michache ya uthubutu wangu unaashiria nguvu kubwa nilionayo kisaikolojia, kwenye akili. Kwa miaka yote mitano niliofanya kazi ya kuajiriwa kama daktari wa binadamu, kuanzia mwaka 2013 mpaka 2017, sikuwahi kabisa kwa mtu ndio bosi kwa kila kitu. Nilihisi maisha uhuru kiasi kwamba bosi wangu angekuja na hoja za hovyo nisingesita kumwambia hapo hapo na ilikuwa juu yake kumua, kuamua adhabu dhidi yangu kwenye vikao. Mara nyingi nilikaa kwenye kona nikiwa nimenyua o oh, na kuvalia miwani meusi <coughs> hapo, sikuwa na uchawa nyeupe nilita nyeupe na nyeusi siku sita kuiita nyeusi. Hii ni nguvu ya kipekee, haipo kwenye misuli yangu, bali ipo kwenye akili yangu. Hii nguvu unifanya nisiishi maisha ya maigizo naishi maisha ambayo nafsi yangu imeridhika, sinaga habari za watanionaje, sinaga. Mwaka 2017 nilipoacha kazi za kuajiliwa kama daktari wa binadamu na kuacha nyuma mshahara wa shilingi milioni nne kwa mwezi, safari za ndege zilipolipiwa, vifurushi vya bure vya internet vya mwezi, kompyuta, simu na kadhalika, nilisikiliza zaidi nafsi yangu. Bahati mbaya zaidi hata wazazi sikuwashirikisha. Ni mimi mwenyewe niliamua na kutenda, nikaandika barua ya notisi ya kuacha kazi kwa masaa ishirini na nne, nikamlipa mwajiri wangu mshahara wangu wa mwezi mmoja kwa mujibu wa mkataba wa kazi, nikakabidhi kila kitu cha ofisi, sikubamiza mlango, nikaondoka zangu, nikawa huru kama ndege aliye nyikani. inahitaji nguvu, tena nguvu ya kipekee. Hii haipo kwenye misuli yangu, bali ipo kwenye ubongo wangu, ni nguvu ya kisaikolojia. nikiamua stereki kicha kujiuliza, ni nguvu hii, nguvu naipata wapi haswa? Acha nikupe vyanzo vinne vya nguvu yangu ya akili. Chanzo cha kwanza, sina sina marafiki, marafiki wenye fikra hasi, wenye kuwaza misiba na wanaonitia hofu. Hawa hata kama ni ndugu zangu huwa nawaweka kando. Maneno yana nguvu, na huwa najiepusha kusikiliza maneno hasi. Marafiki zangu ni wale wenye maneno chanya, ambao uniambia inawezekana na kunionyesha inawezekanaje, na, na si wale wenye maneno ya haiwezekani, utashindwa na kadhalika. chapili Nasoma vitabu makala zenye kunitia hamasa, sio vitabu makala za kunitia hofu. Nimewahi kusoma vitabu vya Dr Ben Carson, Robert Kiyosaki na Napoleon Hill yanka, hasa kitabu chake cha nguvu ya malengo na kadhalika. Kwa hapa mtandaoni, huwa na blok kabisa akaunti zenye kuposti umbea, misiba, misiba na mambo hasi. Najali sana aina ya muziki ninaosikiliza, vipindi vya TV ninavyotazama na kadhalika. Nachuja sana akili. Ni, ni kama kiwanda kinachochakata malighafi za taarifa. Ukiingiza takataka kichwani, utatoa takataka kwenye maisha halisi. Nailinda sana akili yangu kuliko misuli yangu, kwa sababu ndio chanzo kikuu cha nguvu yangu. Chanzo cha tatu, fikra zangu huwa nazielekeza kwenye mambo chanya. Ikumbuke kwa asili akili ina pande mbili moja ukiwaza kufanya safari nyingine inaweza kutofanya safari. Mimi huwa naiita nafsi kinzani, ni kama nafsi mbili zinazogombana hivi, yaani moja inasema ni kizuri na nyingine ah, ni kibaya. Mimi huwa naigandamiza nafsi hasi kila wakati, huwa najiongelea mazuri hata kitokea nikaongea peke yangu, akini kama sumaku ina tabia ya kuvuta unachofikiria. Mimi ni shuhuda mwaka elfu mbili na ishirini na nne nilipo mbashiria mke wangu kujifungua mapacha wiki chache baada ya kugundua ni mja mzito, alijifungua mapacha miezi tisa baadaye. Na mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano nikiwa darasa la nne, niliposema nitakuwa daktari, nikawa daktari miaka ishirini baadaye. Lakini kama sumaku nakwambia, chanzo cha nne nina maswali na kujishughulisha kuelekea ndoto yangu Mimi sio swala tano, niseme ukweli, ila huwa napata muda wa kumuomba Mungu wangu meditation, kila siku huwa naomba mambo mazuri. Kwa nini niombe mambo mabaya? kwa tajiri, kwa matajiri na mwingi wa rehema, Mungu naye Mungu wetu alishasema, ombeni mtapewa. Ukiomba maskini unaupata na ukiomba utajiri unaopata pia. Huwa namwomba Mungu mambo mazuri, alafu nafanya kila juhudi kutimiza hilo. Waliosema do your best good will do the rest walikuwa sahihi. Mara nyingi utanikuta shambani nikifanya kazi ya kutunza wanyama na mimea, na yale mazingira ya kuwepo wanyama na mimea, sauti za ndege, maua na hewa safi. Shambani ni chanzo changu cha nguvu ya akili. Unaweza kuiona nguvu yangu hata kupitia makala zangu hizi, si ndio? Unadhani nisingekuwa daktari mkulima ningekuwa nani? <laughs> Niache kwenye komenti, usioni aibu ni, ni chane. Hii ilikuwa ni storia ya Aje farm ambaye kila siku kila mara huwa ana nitia nguvu sana. Hakuna ambaye hapendi kukaa kwenye kiyoyozi, hakuna ambaye hapendi kutuma watu kwa ajili yake, lakini kwa huyu mi namwita mwamba, kwake imekuwa tofauti sana. Ameona nguvu na furaha na utajiri kufanya kazi mwenyewe, kutoka kupata milioni nne ya uhakika kila mwezi mpaka kutafuta fedha zake halisi ambazo ni zaidi ya milioni nne. Hii inawezekana. Imesoma kwako na Sara Hasani. Karibu na ushuhuda wetu utaendelea hapa hapa. Asante. Kuwa mkulima sio tabu tena changamoto za mazao au mifugo, sasa kwisha habari yake. Aje Farms wamekuja na suluhisho la kudumu, na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali mbali vya mazao na mifugo. Mazao na mifugo, kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Ukufikia ni rahisi, unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi cha kufanya wasiliana na Aje Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi, ni nani wa kukutanisha moja kwa moja? ni Aje Farms. Si hivyo tu. Kupitia mtandao wa Aje Farms unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Aje Farms. Wote mnakaribishwa.